We mzima. Mzima afya. Unaitwa nani? Mwananchi wangu kutoka Mwabu. Mwabuki. Mwabuki. Eh, Mwabuki. Unafanya shughuli gani? Shughuli nafanya kazi tu ya kulima palisa, mahindi, mahindi, maharagwe, eh, nafaka. Nimesikia kwamba wewe ni msanii. Ndio kabisa. Wewe ni msanii wa nini? Bongo Flava. Bongo Flava. Eh. Kwa nini Bongo Flava? Bongo Flava naanza Bongo Flava halafu na Ziko wapi? Kazi zangu zipo mahala popote, kuanzia Mwabuki mle akilikana, Bulambeshi, sehemu za Habia laini, nanga Mahubiki, sehemu Kilimanjaro zinanifahamu. Kazi zako nauzia wapi? Kazi zangu nauzia Dar es Salaam, Mwanza na, na, na, na, na, na, mwa na Geita na Zanzibar. Aha, eh, gani? Na Dar es Salaam, asilimia yangu wateja wangu nachanganya wachaka nachanganya wasukuma nachanganya wanyiramba nachanganya changanya wanyika na, na changanya watu wa, wa, wazigua wate, wimbo gani mzuri ambao umeshakutoa na ambao nyimbo na nyimbo ya Love You Mabibi. Hebu hiyo tuusikie. <coughs>